Hello, habari mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo, ujambo? Unaendeleaje? Mimi sijambo kabisa, namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Tumeweza kuonana tena katika darasa hili. Majina yangu mimi naitwa Dr. Merry, mama wa miti, mtafiti wa tiba asili na miti shamba. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu. Wewe ni mgeni katika hii video unaungana na mimi sasa hivi kwa mara ya kwanza. Ninakuomba usubscribe, share video na wengine wakajifunze darasa hili zuri sana, darasa pendwa kabisa ambalo uwezi kulipata sehemu yoyote. Mpendwa mtazamaji wangu, kama kawaida, naenda kukufundisha mbinu na maarifa, namna ya kujipa sapoti katika mazingira yako na changamoto zako, bila kutumia gharama kubwa sana. Ikiwa wewe unasumbuliwa na maradhi mbalimbali katika mwili wako, hizi mbegu unazoziona katika hii video ni mbegu za mpapai. Mbegu ya mpapai usiipuuzie wala kuchukulia poa, ina vitu vingi, ina vitu vikubwa, ina maajabu mengi ya kiroho na ya kimwili. Mbegu ya mpapai haijawahi kufanya makosa katika tiba ya kusafisha ini. Wewe unayesumbuliwa na maradhi ya ini au ini lako ni chafu, basi hakikisha unatumia juisi ya mbegu za mpapai kwa ndani ya siku thelathini juisi hii unatakiwa usage mbegu za mpapai. Ukisha maliza kusaga mbegu za mpapai, basi utaweka na maji kwa ajili ya kuchuja na kutengeneza juisi yako. Pima kikombe cha chai, pima nusu glasi au kikombe cha chai, kunywa asubuhi na jioni. Wanaosumbuliwa na ini, ini lako sio zuri, linakusumbua na umeshafanya vipimo umehakikisha vizuri kabisa basi, tumia mbegu za mpapai kusafisha ini lako. Unaweza ukaongezea katika juisi yako, unaweza kaongezea na ndimu mmoja ukakamulia mule, ili kupata juisi yako nzuri kabisa, ambayo itakusaidia wewe kusafisha ini lako. Lakini pia mpendo mtazamaji wangu, katika mbegu za mpapai kuna vitamini B kumi na mbili ambazo hizo vitamini B kumi na mbili na omega 3 zinasaidia katika changamoto ya wanaume ambao wana uzalishaji mdogo wa mbegu za kiume wee, wanaosumbuliwa na matatizo ya nguvu za kiume na uzalishaji mdogo wa mbegu za kiume, basi tumia mbegu za mpapai zikiwa mbichi, tengeneza juisi yake, hu unakunywa juisi yake peke yake, lakini unaweza ukaweka na kipande cha tangawizi au unaweza kaweka mbegu za maboga kama tano hivi kuongezea, ili kuongeza madini ya zinki kwa wingi. Mpendwa mtazamaji wangu, wewe ni mwanaume ambao unahangaika, unazalilika, ehe, tumia tiba hii iweze kukusaidia. Hii tiba unaweza ukatumia siku kumi na nne mpaka siku ishirini na moja. Kwa mwanaume, tumia glasi moja ya juisi ya mbegu za mpapai, utaweka na mbegu za maboga zote. Unatakiwa usage upate juisi. Mbegu za maboga unatakiwa zifanane na mbegu za mpapai, ziwe nusu kwa nusu, ili uweze kutengeneza juisi yako na iweze kufanya vizuri katika mwili wako na kuongeza uzalishaji wa mbegu za kiume. Mpendwa mtazamaji wangu, mbegu za mpapai bado zinaendelea kuleta maajabu makubwa. Mbegu za mpapai ukitumia mara nyingi zaidi zinakusafishia sumu mwilini na pia kukuongezea nguvu na energy. Mbegu za mpapai pia zinasaidia kuongeza afya ya ngozi. Wanaosumbuliwa na ngozi basi tumia juisi ya mbegu za mpapai mara nyingi zaidi ili kuimarisha ngozi yako iweze kuwa softi na yenye kung'ara na yenye afya na kuweka unyevunyevu. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji wangu, mbegu za mpapai hazijawahi kufanya makosa katika upande wa ngozi, zinafanya vizuri sana sana, na ukitumia hautajutia kabisa. Mbegu za mpapai pia kwa wale wanaosumbuliwa na vidonda vya tumbo zinafanya vizuri kabisa, ambapo utakuwa unatumia juisi yake mara nyingi zaidi, ili kwa ajili ya kukomesha bakteria ambao wanakusumbua katika maeneo ya utumbo. Kwa hivyo, mbegu za mpapai zina faida nyingi sana na pia mbegu za mpapai katika mmeng'enyo wa chakula na masuala yote ya tumbo. Na wewe ambao unasumbuliwa na tumbo la kuhara, basi tumia mbegu za mpapai basi zitakuletea matokeo mazuri sana kwenye changamoto za maumivu ya tumbo, mmeng'enyo wa chakula unakusumbua. Wewe unaosumbuliwa na minyoo, unasumbuliwa na minyoo, tumia juisi ya mbegu za mpapai. Tumia mara nyingi zaidi zikuletee matokeo ili uweze kufaidika vizuri na kupata matokeo mazuri ya tiba yako. Mpendwa mtazamaji, mimi naitwa Dr. Merry, mtabibu na mtafiti wa tiba asili na mitishamba. Wewe unaosumbuliwa na changamoto ya yeah, nguvu za kiume, unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na minyoo, wewe unayosumbuliwa na changamoto yoyote ile ya ngozi, basi karibu sana na kukaribisha ofisini kwetu uweze kujipatia dawa zingine ambazo tumeshaziandaa kabisa kwa ajili ya kutatua changamoto zako kwa urahisi zaidi. Mpendwa mtazamaji wangu Ninakushukuru sana kwa kutazama hii video mpaka mwisho, na imani kabisa umejifunza kitu na hicho kitu kitaenda kukusaidia wewe katika changamoto yako ya kiafya. Ninakushukuru sana sana, na pia nakuomba subscribe, share video, toa maoni yako katika comment section na ulike video hii na mpendwa mtazamaji wangu, tutaonana katika darasa lingine, na nakushukuru sana, na nakupenda sana mtazamaji wangu.